Kwa kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani, uh, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa, wa Mtwara tumejipanga katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni elimu, ni eneo la kutoa elimu kwa umma. Kwenye kutoa elimu kwa umma, tunazitoa kwenye makundi mbalimbali yakiwemo wananchi, uh, watumishi na makundi maalum kama makundi ya vijana bodaboda, boda, na makundi mbalimbali mbali kama hayo. Kwa makundi hayo tunayalimisha, lakini eneo la pili ni eneo ambalo tunafanya tafiti na tafiti zetu zinalenga kwenye kubaini mianya ya rushwa wakati wa uchaguzi. Tukishaibaini, tunashauri namna bora ya kuziba mianya ya rushwa. Lakini eneo la tatu ni kufanyia kazi taarifa mbalimbali tunazozipokea Eidha tumezipokea kutoka kwa wananchi, kutoka kwa wadau mbalimbali, au tumezipata kwa njia zetu za like kiintelijensia ambazo zinahusiana na vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi, basi taarifa hizo tunazifanyia kazi ili kuona ukweli wake, na kama tukibaini kwamba kuna ukweli, basi hatua stahili zinachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Tumejipanga na tunaendelea kuelimisha wananchi watambue umuhimu wa kupiga kura, lakini watambue thamani ya kura yao. Na tunawahamasisha washiriki kwenye kupiga kura, kwa sababu kama hawatapiga piga kura, manake hawatamchagua kiongozi ambaye wanampenda. Lakini wakipiga kura, watachagua kiongozi ambaye watashirikiana naye katika kuleta maendeleo yao, maendeleo ya mwananchi moja moja lakini maendeleo ya taifa kwa ujumla. Lakini pia tunaelimisha makundi mbalimbali. Mbali. Na makundi yote hayo tunayaelimisha ili yaweze kuepuka kujihusisha na vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi na wakati mwingine ikitokea mgombea sio mwaminifu, anawezekana akawarubuni wananchi kwa kuwapa vitu vyenye thamani, akawapa vyakula, akawapa vinywaji kwa ushawishi, ili aweze kupigiwa kura. Kwa hiyo sisi tunawaelimisha wananchi kwamba wasikubali, na pale ambapo watapata mgombea mwenye tabia kama hiyo, ambayo haikubaliki katika jamii, ambayo ni kinyume na sheria, basi tunaambia wananchi waweze kutoa taarifa pale ambapo tutapokea malalamiko au kwa njia zetu wenyewe tutakuwa tumebaini uwepo wa vitendo vya rushwa, aidha vinatendwa na mgombea ambayo sio mwadilifu, basi tutafanya uchunguzi dhidi ya vitendo hivyo, na kama tukipata ushahidi, basi tutachukua hatua kwa mujibu wa sheria. Kama nilivyosema, kuna sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Ile sheria imeelekeza kwamba ikitokea kuna yeyote amejihusisha na vitendo vya rushwa, basi atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, lakini pia tuna kanuni za maadili ya sheria hiyo za mwaka 2025. Kwa hiyo tunawaelimisha hao wananchi na na tunawataka, waizingatie tunawataka, wagombea waizingatie, ili tuwe na uchaguzi ambao kabisa hauna vitendo vya rushwa na ninaamini kila mmoja akizingatia, kwa maana wananchi wakikataa kujihusisha na vitendo vya rushwa, na wagombea wakiwa wananadi sera zao na wasipojihusisha na vitendo vya rushwa, ninaamini tutakuwa na uchaguzi ambao kabisa hauna vitendo vya rushwa. Rai yetu kama PCCB, la kwanza ni washiriki kwenye kupiga kura kwa sababu kama hawatashiriki hawataweza kumchagua kiongozi wanayemhitaji. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi wakapige kura, ili wachague kiongozi ambayo wanaamini ni mwadilifu, ambayo wanaamini kabisa watashirikiana naye katika kuleta maendeleo, lakini pia watashirikiana naye katika kusimamia fedha za serikali ambazo zinaletwa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa miradi ya maendeleo. Wananchi waendelee kutuunga mkono katika mapambano dhidi ya rushwa, wasijihusishe kabisa na vitendo vya rushwa lakini pale inapotokea kuna mgombea anataka kuwarubuni basi, tuna waasa waweze kutupa taarifa ili tuende, ili tuweze kuzifanyia kazi taarifa hizo wanazozitoa. Kuna njia mbalimbali mbali, lakini njia ambayo ni rahisi ni ya kupiga simu. Tuna simu ya bure moja moja tatu wanapiga natufikia, lakini pia tuna simu za viongozi, kwa wanapiga simu za viongozi, wakipiga simu za viongozi zinatufikia. Kwa mfano simu yangu akipiga 0738 mia na mia na hamsini na sita itanifikia mimi hapa mkoani, lakini pia tuna simu za wakuu TAKUKURU wilaya ambazo wakipiga moja kwa moja zitafika kwao. Um, lakini wakati mwingine tunawaambia wananchi, hata kama huna fedha wewe tuandikie tu message, sisi tutakupigia kwamba nina shida na wewe. Akituandikia tu kwamba nina shida na wewe, basi sisi tutampigia simu na tutaongea na tatupatia taarifa.